Ilikuwa ni usiku wa mane katika kijiji Mwanalima. Usiku ule anga lilikuwa limejaa mawingu mazito na mlijificha nyuma yake kana kwamba nao ulihofia kutazama kilichokuwa kinatokea. Upo mdogo ulivuma, ukipiga matawi ya miti, ukitoa sauti ya kulia kama mtu anayelalamika. Ndani ya nyumba ndogo ya udongo, Juma alikuwa amesimama kando ya dirisha, macho yake yakitazama nje. Alikuwa amelala lakini akaamshwa na kelele ndogo ya kitu kama karatasi au majani yakipeperuka nje. alipochungulia aliona uwanja wa nyumba yake umejaa vumbi na takataka ndogo ndogo. Eh, hii hali siipendi, alisema kwa sauti ya chini. Bila kufikiri alivaa kanda mbili zake akachukua fagio lililokuwa nyuma ya mlango na akatoka nje. Saa zilikuwa karibu saa nane usiku. Uwanja wake ulikuwa na mwembe mkubwa katikati na nyuma yake kulikuwa na kaburi la babu yake, jambo lililomfanya mara nyingine kuhisi baridi ya ajabu kila alipopale. Alianza kwa u... taratibu, fagio kitoa sauti ndogo ya fsh kwenye udongo. Kwanza ilikuwa kawaida lakini baada ya dakika chache upepo ulianza kuvuma kwa nguvu, na kila alipopiga fagio alisikia kama mtu anapumua nyuma yake. Akageuka haraka, hakuna mtu. Alitetemeka kidogo, lakini akaendelea kufagia. Gafa gafla, fagio lake likagusa kitu kigumu ardhini. Alipoinama kuangalia, aliona pete ya zamani imejaa vumbi na kutu. Alichukua na sekunde hiyo hiyo upepo ukasimama gafla, kimya kikatawala. Kutoka mbali alisikia kicheko cha mwanamke cha taratibu kikikaribia hatua kwa hatua. Ni nani huko? aliuliza kwa sauti ya hofu. Hakukuwa na jibu, lakini kicheko kilizidi kusogea, kikamzunguka kama kinaelea hewani. Kisha macho ya yake yakauona kivuli kirefu nyuma ya mwembe. Ilikuwa na umbo la mwanamke mwenye nywele ndefu zilizofunika uso. Kivuli kile kilianza kusogea kwake, hatua kwa hatua. Kila alipotaka kurudi nyuma, miguu yake ya ilikuwa mizito, kana kwamba imezama kwenye udongo. Sauti ya mwanamke ikaanza kuzungumza kwa ukali lakini kwa utulivu wa jaja: Juma, kwa nini unafagia usiku? hujui usiku ni wakati wa waliolala? Hujui unafagia roho zetu? Juma alime, akajaribu kurusha chini, mikono yake ikawa migumu kama mawe. Kivuli kilifika mbele yake kikamgusa begani, sekunde hiyo baridi kali ikampenya mwilini. Macho yake yakafumba kwa sekunde chache na alipoyafumbua hakukuwa tena kwenye uwanja wake. Alijikuta katikati ya makaburi akizungukwa na moshi mweupe unaotanda ardhini. Watu waliovaa mavazi meupe walikuwa wanasimama kimya wakimtazama, kila mmoja wao alikuwa ameshikilia fagio. Walipoanza kufagia moshi ulipaa juu kama vumbi, na ndani yake aliona uso wa babu yake akisema kwa sauti nzito, "Nilikuonya Juma, usifagi usiku, fagio linaamka roho za waliolala." Kisha kelele ya upepo ilisikika, kila kitu kikazunguka kwa kasi na Juma akajikuta amelala katikati ya uwanja wake, fagio limevunjika, pete ipo mkononi mwake. Asubuhi ilipofika, jirani walikuwa amekaa pale, pale, pale, macho yake yameganda, akitabasamu bila kusema neno. Wakamuita, wakamgusa, mwili wake ulikuwa baridi kama iwe. Tangu siku hii aliyemuona Juma tena akiwa hai. Lakini mingi wakazi upo wa mwanzalima wanasema wanaposikia po iku kuna sauti ya fagio ikifagia taratibu, na kicheko cha mwanamke kikisikika kwa mbali, na wazee wa kijiji huonya vijana kila siku, open quote, usifagie usiku kwa maana unaweza kufagia maisha yako mwenyewe.